King James, inasema be ye perfect, kwamba kuweni muyo wa kamilifu. Ni kitu ambacho unatarajiwa ukishakuwa ndani ya Kristo, ukishakuwa ndani ya Kristo. Ukamilifu sio kitu ambacho ni cha baadaye, ni sifa ambayo unapaswa kuwa nayo, inabidi kuambatana na maisha yako, kwa sababu umeshaletwa katika daraja ambalo ukamilifu unakuwa ni asili yako, ni kitu ambacho unaweza kukizalisha kutoka ndani ya moyo na mtoto wa Mungu alianza kusema kasi. katika Kristo Yesu tumeitiwa maisha ya ukamilifu, ya ushindi na utukufu ndani yake hmm. Walakini, kuna wale ambao kwa kujua au kutokujua, wanapinga ukweli huu kwa kushikilia mipaka ya kibinadamu, na mara nyingi husema sisi sote ni wanadamu tu au hakuna mtu mkamilifu. Wanatumia kauli hizi kuhalalisha na kuishi kwao chini ya viwango vya uzima wa kiungu tulioitiwa katika Kristo hmm. <laughs> Kwahiyo tuna uzima wa Mungu tulioitiwa ndani ya Kristo. Kuna viwango vya kutembea katika uzima katika hilo daraja, najua eh. Moja ya kitu ambacho uh, mahali ambayo anatusikiliza angependa anapaswa uh, kufahamu yeah, ni kwamba ndani ya Kristo tumeletwa katika daraja la juu sana yeah. Yani, kuna maisha nje ya Kristo, ndo mana inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, Kristo ni eneo yeah. <laughs> Okay. Ni kweli eh, Kristo ni jina, lakini pia <laughs> kama ambavyo ungesema Dar es Salaam hmm? Eh, uweza kazaa mtoto kamuita Dar es Salaam, hamna shida, sababu ni jina mm -hmm. lakini pia Dar es Salaam yenyewe ni eneo. Uweza kazaa mtoto kamuita Tanzania, hamna tatizo, ni umependa ile jina ukamuita, lakini kuna eneo la Tanzania mm -hmm. na ukiingia ndani ya Tanzania, ina mipaka yake na mambo yake na vitu vyake na taratibu zake kwa vile vile ndani ya Kristo ni eneo, kuna sehemu um, ukiingia uko ndani ya Kristo, na ndo maia nasema na ikiwa mtu akuwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya mm. Oh, ndani ya ili eneo laitwa Kristo kuna aina mpya maisha <laughs> kuna mwenendo mpya mpyasema mm. kuna, kuna kanuni mpya mojawapo ni hii kwamba uko ndani ya kristo hatusemi sisi ni wanadamu tu mm -mm. <laughs> ukija kule una aina mpya ya uzima ni uzima wa mungu ni tofauti na ndio maana perfection au ukamilifu ni kitu ambacho au ni attribute, au ni sifa ambayo inapaswa kuwa sehemu ya maisha yako kwa sababu uko ndani ya kristo sasa hivi nje ya kristo isingewezekana mm. eh, lakini ndani ya kristo <laughs> ni uhalisi wako Ndoto, Mungu anasema hivi: watu wanaposema sisi sote ni wanadamu wanasahau mabadiliko yaliyofanyika tulipozaliwa mara nasema ya pili. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hiyo na Korinto pili, uh, a, tano kumi na saba. Kama vile viumbe vipya katika Kristo, sisi si, si wanadamu wa kawaida, sisi tumezaliwa na Mungu, sisi si, ni washirika wa asili ya uungu. Ah, hii ni waraka pili wa Petro sura ya huu ndo uhalisi. Hii sio story, hii uh, sio jambo la kusadikika eh, jambo la kudhania yani uh ukiwa -uh. ndani ya Kristo umeachwa kuwa mwanadamu wa kawaida. Ni kweli unavaa nguo, unatembea, una unasikia njaa, unachoka, lakini roho yako imeshageuka, kwa sababu mwanadamu halisi sio mwili. Mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi kwenye mwili. Kwa roho yake imeshabadilika, ana aina mpya ya uzima ndani ya roho yake hii ni mshirika wa tabia ya uungu ndo nimesoma hiyo waraka wapili, wa pili wa Petro sura la kwanza sura nne yani kwa kifupi <laughs> ah, umeletwa kwenye daraja au tabaka ambapo una asili ya Mungu. Nielewe vizuri, yani uzima ule ule ambao Mungu anao sasa hivi wewe ndio unao ndani <laughs> Ah, bala rakasaka, bala, bala, yaani huwezi kuelewa hili neno ukawa kawaida na kuhakikishia hauwezi ukaelewa hii truth ukajiona mtu wa kawaida, ukaona mm, kawaida tu mimi sina mbele na nyuma eh, nipo nipo. Unasema kwa nasema, una, una, kwa namna tofauti sana kabisa, kwa sababu kama uzima wa Mungu mm, alionao sasa hivi ndio uzima ulionao wewe mm, Roho wake yeye Roho wa Mungu mm. anakaa ndani yako, hatuzungumzi okay. Mungu ana roho nyingi kwa maana uh, ya kwamba malaika ni roho, yani ziko different, hatuzungumzi hiyo mtumishi, unazungumza roho yake ya ndani ya kwake yeye mm. Roho wa kweli kama anakaa ndani yako wewe, utasemaje mino kawaida mino hivihivi hiv? Mungu anasema hivi. Msemu mwingine wa kawaida ambao Wengi, wana, wana, baadhi wanaozungumza ni kwamba hakuna aliye mkamilifu. Pia unapingana maandiko huu msemo kwamba hakuna ambaye ni mkamilifu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema waziwazi wazi katika mstari wetu wa ufunguzi, basi ninyi mtakuwa kamilifu kama Baba yenu aliye mbinguni alivyo mkamilifu. Ukamilifu maana yake ni kuwa mtu mzima katika ukomavu, asiye na lawama, asiye na mawaa, asiye na uhitaji wa chochote kitu, ni timilifu. Kwa hiyo utu uzima tunaozungumza hapa ni ukomavu katika maarifa, katika uelewa mm. katika ile status au ile ungesema hadhi ulio nayo sasa hivi, katika ile daraja ambalo umeletwa unawaza na kufikiri katika minajili hiyo, sio katika ulimwengu unavyosema a, -a. sio katika experience yako. Inawezekana uzoefu wako haukuwa mzuri mm. lakini ukiwa ndani ya Kristo uzoefu wako unatakiwa uje kwenye neno, sio neno lishuke chini ya uzoefu wako. ile kama uzoefu wako uko juu eh ungesema juu ya kichwa I mean, neno liko juu ya kichwa, ina maana uzoefu wako unabidi upande mpaka pale, sio sio ulishia neno kule chini, kasema nimejaribu, mm, alifanya kazi ile, ndio itakuwa ifanye kazi. Sio kweli, ni kwamba hujajua namna ya kutumia ile neno vizuri. Ni kama ukafanya mtihani darasani ukapata D, ukasema, ah, huyu mtihani ufai, unapata D, kuna mwingine anapata A. Eh, yes. Kwa hiyo unatakuwa, mm -hmm, wewe urudi ile oh, uh, lugha ya zamani ukabukue, mm -hmm, ukasome vizuri, ukajiandae vizuri, ili mtihani ufanye vizuri. Ndo hivyo hivyo, neno la Mungu ni halisi, ni dhahiri. Hata kama umeli, yani, ungesema umelisoma umelifanyia kazi hujapata yale matokeo unayotaka kuyaona, bado haibadilishi mm -hmm. uhalisi wa lile neno. Ni kwamba unabidi urudi tena ukafanyie kazi tena. Yani, unajua shida inakuwa kwako. eh, yeah, asante sana mm -hmm. kabisa na ukipractice utaweza. Kwani mtoto anasimama siku moja na kutembea siku m Ndo amegundua ah, kumbe sasa nikasimama, lakini aanze kupiga tatu moja. Akipiga tatu moja anadondoka, anajaribu tena kesho, kesho kutwa, wiki, wiki ya pili ya tatu, hatua ya kwanza inaanza, baada ya hapo anakimbia kabisa mm. Kwa hiyo mtoto Mungu anasema pia, kuna usemi mwingine wa jumla ambao ni wote huwa wanafanya makosa eh, wote huwa wanatenda dhambi mm. <laughs> kana kwamba kuishi ndani ya dhambi na ndani ya makosa ni jambo lisiloepukika, yani kwamba mshazaliwa mara pili uko ndani ya Kristo. Hamna ah, yani uwezi kushinda dhambi bwana, dhambi ni maisha ya kila siku, lazima ufanye makosa, lazima ukose, lazima utembee kwenye dhambi mm. ay <laughs> ah, balakada basili bokoro mdodo. Mungu anasema neno la Mungu linatufundisha kitu cha tofauti. Biblia inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Baraka kwanza Yohana sura tatu mstari tisa. Hmm? Kwa hiyo kwa wewe ambao uko ndani ya Kristo dhambi sio lazima. Laba <laughs> la hajanisikia la vizuri <laughs> kwa wewe ambao uko ndani ya Kristo dhambi sio lazima. Umepita kutoka mautini huko uzimani, mtumishi. Kwenye huu mzima kuna kanuni mpya ya maisha kutembea katika haki ni asili yako mpya. Haki ni asili, haki sio kitendo. Kile kitendo ni matokeo ya asili ulio nayo. Kama ambavyo kama hujampokea uj, uj Kristo, tayari wewe una yani, umezaliwa kwenye asili ya dhambi, umeelewa? Kwa hiyo kutenda dhambi ni kawaida yako kwa sababu umebeba ile asili ya dhambi ndani yako, lakini ukija ndani ya Kristo unapewa hicho kipawa cha haki, haki inayotokana na kumwamini Kristo, sio kwa sababu ya matendo yako ha? umeamini kile alichokifanya pale msalabani, kwao unahesabiwa haki. Hii haki ni asili ya Mungu, inawekwa ndani yako, ile hali ya kuwa sawa, kuenenda sawa, ile hali ya kuweza kusimama mbele za Bwana bila kuwa na hisia ya majuto au ya uoga au hofu. Sawa, kwamba uko clear, yani sema ile dhamira yako imesafishwa, unaweza kumwita Mungu Baba. Mm, yes. Yes. Hiyo ndo haki sasa ni kipawa hicho, mtumishi, ni zawadi kwa neno lingine unapewa, sababu mwamini Kristo, yes, ambao umempokea Yesu Kristo. Okay. Lakini kutokea pale sasa unataka uanze kutembea kwenye uhalisi wa hiyo haki, yaani uweze kuigundua mapana yake marefu yake kimo chake na kina chake. Hmm. Na mojawapo ni hii kwamba ukiwa na hiyo asili ya Mungu ndani yako wewe hautendi dhambi Wanaoaam kiwalisu waraka kwanza wa Yohana wote zote tano, utagundua ni wale ambao ni wachanga kiroho ambao hawajajua kulitumia neno la Mungu ipasavyo. Okay. ha, nalaka, sika, bada, Ndio, Mungu anasema mbegu ya Mungu uhai na asili ya Mungu iko ndani yako ikikuwezesha kuishi juu zaidi ya makosa na kutembea katika haki inahusiana na maarifa na ufahamu wako wa Kristo na injili yake. Haya, kwa hiyo hii asili ya Mungu hii mbegu ya Mungu inakufanya ufahamu yale maarifa ya Mungu, ufahamu asili yako, ufahamu wewe ni nani, unajua. hmm. Darasani kuna wale ambao wanasoma ili wasifeli, yani yeah. Motisha wao, hamasa yao ni kwamba nikifeli itakuwaje? Baba atasemaje? Mama atasemaje? kwa wanasoma kwa wanasoma kwa sababu wanahofu Hmm. Siku akiwambiwa hakuna mtihani, hiyo daftari linatupwa tena, linachomwa. Hmm. Lakini pia, darasani kuna wale ambao wanasoma sababu wanapenda maarifa, wana shauku nayo, anataka kujua huyu. Hata ukimwondolea mtihani ataenda kusoma, anaenjoy kila anachokifanya na ndiyo hii mtumishi, haki ikiwa ndani yako eh? Ukielewa maarifa kweli ya Mungu, yani yani <laughs> ni kitu kichafu ambacho hakina hadhi, hakina star, hakipendezi, huwezi kuwa ni kitu ambacho unakifurahia sababu mm -mm. Una asili ya Mungu ndani, una namna yake ya kufikiri, namna yake ya kuwaza, una viwango vyake kwa kifupi mm. Ah, mtoto Mungu, anasema itakuweka juu ya kila mipaka inayokuzuia kuishi maisha ya kiutukufu aliyokupa Mungu. Wengi wamezuiwa na imani hasi na mila zilizoathiriwa, zilizowaathiri kutokana na wale walio wasiojua ukweli ambao waliwafundisha au waliwalea, hmm. Wakristo wengi wamebeba desturi na mila za wale ambao waliwalea walivyokuja katika Kristo ambao walikuwa hawana maarifa sahihi eneo la Mungu. Kwa wameenda nao kwa muda mrefu. Mm. Na hawajajiachilia wenyewe kwenye eneo la Mungu liwafundishe liwajenge. Ni kweli naweza kuwa ulikuwa una uwezo wa kuchagua mwalimu atakayekufundisha au unataka mara ya pili. Lakini baada ya muda ni wajibu wako ujue mtumishi uwe na maarifa. Ukuchagua okay, kuzaliwa Tanzania au hakuchagua mm, kuzaliwa na baba na mama alikuzaa mm. Eh, hey, lakini baadaye unafikia unasema levo ya ukomavu ya kuamua kesho yako itakuwaje. Kwa hiyo huwezi kuendelea kumlaumu baba mama, kulaumu hichi na kile na kile. Mm -mm, mtumishi mm -mm, inawezekana usiwezi kurudi nyuma kubadilisha historia yako, lakini kuanzia leo unaweza ukaamua kufanya kitu kesho yako iwe bora na njema. Na ndo hichi ambacho unataka kufanya ndoto. Mungu anasema wengi wamezuiwa na ima na wa, wow, lakini ni lazima utazame neno na kukataa kuishi kwa kufuata mifumo hii ya kufikiri iliyo na mipaka. Kuna mifumo ya kufikiri iliyo na mipaka ambao wengi wamekuwa wame- wamewekewa wigo katika fikra na mtazamo. hmm? mi siwezi, mi siwezi kufanikiwa, mi ni wa hivi hivi, mi ni wa kawaida tu, mi ni maskini. Anafikiri maskini ni raha, ni sifa hmm?

Eh, ili anaongea kwa kwa kujiamini, daru, kwa udari, kwa ushupavu. Masika bala bala boo. Sasa, ni hakuna ambaye amezoea mara pili, amba <laughs> ha, yote, walisi, mm. Yani ya pili, ambaye ni maskini. Ah, hapo mtu kapiga mawe yote lakini ndo uhalisi mtumishi. Yaani ni hivi? Ukiamua kwa maskini, wewe ambaye amezoea mara ya pili, ni uchaguzi. Na bora haina shida. Ni umeamua. Sababu una uhuru wa kuchagua. Like, Ha, ha. Uma, umaskini huu <laughs> tunauzungumza wa kutokuwa na chakula, mavazi. Okay. Ukiamua kuwa maskini, we ulezawe mara ya pili ni sawa, umechagua, sio shida, lakini maandiko yanaonyesha Bwana amefanya kila kitu kinachohitajika kukutoa we katika umasikini na amekiweka wazi katika neno lake mm. kwa okay, ukiamua kuchagua tofauti ni sawa, kwa sababu una uchaguzi. Unajua Bwana alisema nawekea mbele, Mungu alisema nawekea mbele yenu, alikuwa anamwambia Israeli, uzima na mauti, chagua uzima. Kawaambia utafanya kitu gani? Mauti kwa hivyo, lakini chagua uzima. Hakuchaguli, kasema chagua, ila ameshakwambia uzima ukoje, una vitu gani, mm. mauti ikoje, mm. mm. <laughs> na vitu gani. Na sisi ndani ya Kristo ni hivyo hivyo, mtumishi mala kasika la barabai ai Toto, Mungu anasema maisha ndani ya Kristo ni ya ubora, ni ya haki, ni ya ushindi, ni utawala juu ya dhambi, shetani na mazingira. Maisha ya Kristo ndani yako ni maisha makamilifu, na ni wajibu wako kutembea katika uhalisi wake. Kataa kukubali hali ya wastani au kufeli. Litimize neno, liamini na uishi kwalo. Kuna yale maisha ya wastani, sisi hmm, wa kawaida tu Eh. <laughs> Mi nimekuja hapa kutimiza takwimu tu. Mambo yako hivi hivi tu. <laughs> malikra antalepra asapradea <laughs> ay malaragala bazidi buruba Ukifikiri hivyo, mdumishi Bwana aweze kupa mji uwezi peleke injili ulimwenguni mote. Kama unawaza hivyo, kama unafikiri hivyo, nakwambia Bwana alisema enendeni ulimwenguni mote mka mkahubiri injili. Kwa nani? Kwa mataifa yote, mkawafanya kuwa nani? Wanafunzi wangu. Unawezaje kama unajiona wewe ni kawaida? Lazima ujue una, uju, una kichwa tofauti cha pekee kwamba umembeba Kristo, umebeba ujumbe ambao mwingine akiusikia anaweza kubadilika. Ila ukijiona wa kawaida unaweza ukamwathiri namna gani? Haimaanishi we unatakiwa kuwa, kuwa dharau watu eh, kuona kwamba wao sio kitu sio chochote, no. Kiwalisi ukiuelewa ujumbe wa, ujumbe wa injili utampenda kila mtu, hata ambaye watu wengine wanamchukia. Utakuwa na upendo ambao huwezi kuelezea mtumishi, kwa sababu kila nafsi ina maana mbele za Bwana, na ndio maana Bwana ataki hata mmoja apotee, bali wote waifikie toba hmm. Hebu fanya ukiri huu asubuhi ya leo, sema, mimi si binadamu wa kawaida tu, nimezaliwa na Mungu, mshiriki wa asili yake ya uungu isiyoharibika, isiyoweza kushindwa ninaishi katika maisha ya haki maisha ya ukamilifu, utukufu katika Kristo. Ninakataa kukubali mapungufu ya kibinadamu kwa kuwa nimewezeshwa na Roho kuishi maisha ya ushindi. Haleluya! msikia ukiri? <laughs> unakataa kukubali mapungufu ya kibinadamu. Mapungufu yapo, unaweza kuyaona, lakini unasema mapungufu, hata nifaa mimi nishinde kutimiza kusudi la Bwana. Na kataa ya kontrol akili yangu au fikra yangu au mtazamo wangu namna yangu inavyojiona. Unaweza kuwa na, mnangu, na dalili ya ugonjwa katika mwili wako sawa, lakini usiruhusu ile dalili iamue kesho yako iamue afya yako iamue mustakabali wako. Una uvimbe unauona kwenye mwili, unasema uvimbe, nazungumza na wewe, ni kata katika jina la Yesu, katika mizizi yako kwanzia leo, wewe umekufa, hauwezi kukua tena, mm -hmm. na nakuamuru uyeyuke, utoke ndani ya mwili wangu kutokea pale. Una u-address unauona ule uvimbe katika huo mtazamo, hawezi kusema uvimbe wangu <laughs> uvimbe wangu eh? uvimbe wangu mm -hmm. kwa nini uondoke? Uondoke, umeshasema ni wako. Unaenda wapi tena? tena mdumishi unakaa nawe vizuri kabisa. <laughs> kulazima uambie kwamba nimekukata kuanzia leo hii, hauna nafasi. Ni kwamba yani umeuona, upo pale, lakini unakataa kuruhusu kukutawala, kutawala fikra yako, kuambia kwamba umeisha, basi tena huwezi kutembea, huwezi tena kuwa na mtoto. Unawambia hivi, ninaachilia imani korofi juu yako wewe, uvimbe. Unajua kuna imani korofi. <laughs> Yani, nili imani korofi unayoiachilia kwenye mazingira korofi. Umeongea na lile jambo wiki ya pili ya tatu mwezi alija, halionekani kama vile linatikisika. Mm. na wewe na wewe unaonekana kama unatikisika, kila siku uko pale kerama la kasaka pa pa pa hey. Mm. katika jina la Yesu nimekwambia, wewe una nafasi ndani yangu. Mimi ni mzima na afya ya Mungu. Unazungumza nao sio unaongea siku mbili, unasema hawaondoki, hawaishi, unasemaje? Bwana aliwaambia wana Israeli waende kuzunguka ule ule ule ukuta Yeriko. Hmm. Wamezunguka siku saba mzimishi. Kimya. Na ile siku ya saba wakaambua zunguke mara saba. Raba katala kasika. Bila kuongea neno. Ile mara ya saba ndio apaze sauti. Wao wameongea mara moja tu na uvimbe na sasa hauondoki, eh? Huh? Mzimishi. Maliga raba la busi Ratika pala basuka. Ai. Eh, nena ndani zaidi katika mistari ifuatayo: Warumi kumi na mbili mstari wa pili Waebrania <laughs> kumi kumi na nne Warumi kumi na mbili mstari wa pili Waebrania kumi kumi na nne Warumi nane ishirini na tisa Eh, Warumi nane ishirini na tisa waraka kwanza ya Yohana sura tatu mstari wa pili waraka kwanza Yohana tatu mbili hiyo ilikuwa ni ile Alamisi. Sasa jana unaweza yeah, kuona lisa lisa nataka kukata sasa hivi. <laughs> Okay. Jana uh, Jumapili uh, sorry, jamani.